Yes uh, mambo vipi au jambo, mwana familia wa michezo, karibu sana, karibu tena, ni kukaribishe kwa mara nyingine. Kama ndo mara yako ya kwanza kabisa unaungana nasi, basi uh, tafadhali hakikisha unabonyeza maneno yaliyopo chini ya video yako yanayosomeka kama subscribe. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa tayari umekwisha kujiunga na familia yetu pendwa ya kimichezo na burudani. Hakikisha una subscribe, uh, lakini pia una like video na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ambao na wao kwa namna moja ama nyingine ni wadau na wapenzi wa taarifa na habari za kimichezo na burudani. Kwa kufanya hivyo tu, moja kwa moja utakuwa umekwisha kujiunga na kuwa mwanafamilia wa chaneli yetu pendwa na nikuhakikishie, hakuna taarifa yoyote ya kimichezo na burudani ambayo itakupitwa. Hakikisha umesubscribe hivi sasa. Yes ebana, uongozi wa shirikisho la soka hapa barani Afrika CAF, chini ya rais wake bilionea Patrice Motsepe, wametuma pongezi kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba, juu ya kile ambacho uongozi wa timu hiyo umeendelea kukifanya. Ikumbukwe, nilikwisha kuhujuza juu ya mpango wa Simba Sports Club kutumia uh, uwanja wao kwenye michuano ya CAF, na hiyo ndiyo sababu ambayo imewafanya wakimbizane ili kuenendana na muda. Sasa uongozi wa klabu ya soka ya Simba ulituma uh, report kwa CAF ya kwamba endapo uwanja wao utakamilika kwa wakati, basi michezo yao yote uh, ya group stage wamepanga kuicheza katika Uh, uwanja huo na CAF tayari wamebariki uh, ripoti hiyo na kusema ya kwamba endapo watafanikiwa kwa wakati, basi milango iko wazi na watafanya kile ambacho wao wamekiomba. Hivyo ni juu ya uh, Simba Sports Club. Sasa endapo watafanikisha jambo lao kwa wakati, basi uh, mashabiki, kaeni mkao wa kula, kwani mtakwenda kushuhudia mitanange ya ligi ya mabingwa barani Afrika kutoka katika uwanja ambao naweza nikawita ni med bay uh, Muhammed Dewi mo